So blabla Yanga, tunajua mpira wote, mpira mnaona hivi leo hii kwa kiwango cha Pacome Zozua, ambaye ameibeba Ivory Coast kwenda kucheza kombe la dunia 2026 ukimweka Osman Dembele anatia davu na kuuliza eh. So ulikuwepo tu wewe, uoni kiwango chake Usiseme kwani ulikuwepo, wee uoni kiwango chake ndo <tipos> <tipos> maana tunawaambia kiwango hiki cha wachezaji wa Yanga leo hii tunamweka dumbi hapale, umenielewa tunamweka. Alafu mchukue mchezaji gani unayemwona wewe bora, taja ulaya kwanzia, taja kwanzia Man City tu wee, mchezaji gani unayeona ni hatari? najua utamtaja Haaland. Nilijua ndo nakoenda Hivi Clement Mzize na Haaland yupi bora? Ngoja Man City, Man City wenyewe. Man City. Kama wangekuwa wamuoni Clement Mzize si bora wasingetuletea ofa ya kumtaka Clement Mzize. Kuna bisha sasa. Eh? Sisi ofa tumekataa msimu uliopita. Msimu uliopita tumekataa tukamwambia Clement Mzize. Ngoja kwa bilioni tatu. Mzize imekuja bilioni nne tumewambia no, hatukubali. Hiyo mbona ni hela ya nani? Ya, ya bonus ya wachezaji kila game wakishinda tunatoa, yeah. msimu huu si bonus tumeweka bilioni nne. Sasa tunamtoaje Mzize kwa hela ya bonus? Tumekataa. Ni, ni matusi Man City ambayo ina Haaland wakasema hivi tunamtaka mchezaji kama Clement Mzize, maana Haaland tayari anazeeka, umenielewa? Rais wa Man City amekuja kuleta ofa, sisi tumekataa. Leo hii Yanga hii itakavyombamiza mtu kwenye makundi goli saba, mtu goli nane, wanaanza kusema tunatumia uchawi. Ndio maana nasema hapa hapa wasija akasema tunatumia nini, uchawi? Tunatumia kiwango cha wachezaji tulio nao. Sisi tumewekeza tunavyozungumza, bilioni mia moja, tunazungumza kwenye thamani pia hata ya wachezaji, umenielewa? leo nimwangalia Dumbia wa thamani gani? Kouma wa thamani gani? Boeli wa thamani gani? Mwangalie Clement Mzize mwangalie Pakome Zozoa anayecheza 2026 kombe. Umenielewa? Ngoja. Unajua tukisema sana wanasema uchebe unajidai mno umenielewa watu wengine kama kuna timu kutoka Tanzania yeyote inayoshiriki ligi moja na Yanga washukuru kupiga picha na Pakome Zozoa. ambaye mi atacheza ukweli siwafichi Tanzania katika michezo ya ndani ya NBC katika kombe la dunia mwaka. Yes, safi. Nitaka useme hapo. Alafu useme huyo mchezaji, umenielewa? Yuko chini ya yani, umesikia? Ngoja kwanza, sijui niweke ka kidokezo kidogo, mnaniruhusu? Ah, najua michuano ya kombe la dunia itatangazwa kwa Kiingereza, umenielewa? Watangazaji wote watatangaza kwa Kiingereza. Sasa hebu imagine mvuta picha 2026 kwenye kombe la dunia anatokea mtangazaji anakuambia this is pedo pedo pakome zozoa from Tanzania NBC Premier League, the Young African, one of the the, the, the team who own this player. This is now come to sawa. Kwa hiyo vitu vipo, vitu vipo, umeelewa. Sasa tunapata ile laza, tunapata ile lazani ya pakome navo tangazwa kule na anavyoitangaza NBC, anavyoitangaza Tanzania, anavyoitangaza Yanga. Oya, mimi nataka niwaambie, ah, Yanga niliwaambia timu tatu tu zinazoenda makundi na nilisema na narudia tena. Azam kashaenda, sio matajiri wenzetu kutoka Chamanzi. Yanga kutoka Jangwani, tajiri wa pili, niko makundi leo saa moja, anayeenda mwingine tajiri kutoka Singida, wataalamu wa alizeti. Umenielewa? unasikia ngoja kwanza, naomba naomba hapo kwanza, hebu taratibu taratibu taratibu, naomba jamani, uandishi naomba msiwe na haraka, umenielewa? Siku zote siku zote kitu chochote kikisha choka kinatengwa, umenielewa? Ipo hivi, kitu chochote kikisha choka kinafanyaje? Mimi sihitaji timu, ila nasikia Tanzania kuna timu inaitwa Simba wenzetu wanaona kama ni dekio, umenielewa, ni sehemu ya kufanyia mnada. Ila wao ta, sisi Tanzania, tunaita timu Simba, tunaita timu sio? Ni sehemu ya maonyesho, ila sisi tunajidanganya, lafu wanasema kuna tajiri amewekeza hivi. Jamani, twende taratibu, matajiri wako wawili tu hapa Tanzania. Tajiri wa kwanza huyu, anayetupa laa wa Tanzania wote tuna enjoy natulipia viingilio anatupatia nani ubwabwa, anatupatia supu, anatupatia GSM kola, anatupatia GSM water, anatupatia jibusi, maisha yanaendelea, sio? Hmm. Tajiri wa pili sasa yeye siku, ni mtaalamu wa kulalamika <laughs> utajiri wake umejaa kwenye malalamiko. Wao watoto wananitia hasara hawa watoto, sijaipata pata faida, sioni faida ya kusomesha na baba. Nani alikuambia uzae? Nani alikwambia kuwa tajiri tajiri mm -hmm. hajawahi gawa hata pipu, unamwambia tajiri? Kweli tuwe tunaheshimiana. Mimi nataka niseme hawa wanaocheza kesho mm -hmm. na naweka ofa, kama kuna mtaalamu yeyote mm -hmm. kama kuna mtaalamu anayeweza kuifanya hii timu kesho sifike makundi mimi nitatoa ofa ya milioni mbili, ofa ya. Nasema hivi yeyote, kesho kama kuna mtaalam yeyote mimi Uchebe Yanga, sitaki kujificha. adui yako mwombee, menielewa? Mwizi umesikia? Ngoja, adui yako mwombee njaa, na anasema hakuna na mwizi anayeombewa aende kuishi. Mwizi siku zote anasomewa dua afe kwa. Mimi nachoomba kama kuna mtaalamu yeyote, awe shehe, awe padre, awe mzee wa vibuyu anayeweza kuhakikisha Simba kesho anatolewa asifike makundi, mimi niko tayari kumpa milioni mbili kama zawadi, nikalipe madeni. <laughs> <Okay>. umenielewa hapa <laughs> mimi sitaki kupepesa, sitaki kuficha. Mimi naomba waandishi, mwipeleke, msiifiche. Hivi wewe sikiliza, <gulia> <gulia> <gulia> mimi <Misayo>, siwezi kuongozana na mtu mwizi, umenielewa? Kwani hajawahi tupiga viingilio na mechi yatukuangalia, huo si wizi <gulia> huo si wizi. Ah, twende taratibu, huo sio wizi mimi nililipa kiingilio cha kuona fainali hapo, wakaniambia niende kwenye bonanza lao. Huo sio wizi. Mimi mwizi? Niende kumwombea aende kuishi duniani kweli? Burudani nimwone nani? Yule Yusufu dayo Kamara, Kamara. Yes, safi sana mwandishi, niwaone wale wakanizungusha hivi chwa elfu hamsini yangu ya vipa? Huo ni wizi. umenielewa <laughs> Kuna mechi moja walitangaza kiingilio mapema sana, nayo tukaingia mkenge, mpaka leo haijulikani liko wewe. Leo mtanzania gani atakayelala aanze kuombea mwizi ndiye kuishi?